Na kuna hii kitu unaiona hapo kwenye picha hii, ni zaidi ya tiba na ni booster kuu kabisa ya kuku. Nitakwenda kuwaelekeza hiki uh, ni kitu gani na namna ya kukitengeneza na kinafanya kazi gani na kwanini nimesema ni zaidi ya ya tiba na ni zaidi ya booster. Uh, nisikilize mimi kwenye hii video mpaka mwisho. Sasa huwa hapo ni mchanganyo wa kitunguu saumu, kama unavyoona hivi hapa tunaandaa hiki kitunguu saumu, kwa sababu pia hapa shambani kwetu huwa tunautumia sana huo mchanganyo na unatusaidia sana sana. Nitakwenda kukueleza a hatua moja baada ya nyingine. Nitakwenda kukuelekeza maeneo ambayo huu mchanganyo huwa unatusaidia sana hapa shambani kwetu. Kuku wetu wana afya bora e, kuku wetu hawaumwi ni kwa sababu ya huu mchanganyo aa, lakini pia tunaweka na tangawizi. Tangawizi kama unavyoona hivi ni vitu vya msingi kabisa ambavyo sisi hapa shambani huwa tunavitumia. Na, na kama bado hujasubscribe basi unafanya e, kubonyeza hiyo subscribe na hiyo kengele, ili uweze kujiunga na familia ya Kingo Farm hapa. Lakini pia unaweza kwa comment, ukaacha comment hapo e, kama umefurahishwa na hii video. Uh, pia kuna hawa ndugu zangu ambao wasikose kabisa kuangalia hii video, kama kuku wako wanakuwa wanazubaa, uh, kama hivi unakuta wamekaa sehemu Uh, hawajachangamka wamezubatu, labda mpaka uwastue. Uh, ukimstua ndio anastuka anajifanya kama yupo sawa. Wale ambao wana, kuku ambao wanatamia uh, vumbi, hawatamii mayai, ukimtoa uki, uki hataki anataka ana, ana, ana, ana kuendelea kuatamia sehemu ambayo haina mayai, hii video pia inawahusu sasa. Uh, moja kwa moja nitakwenda kukuambia uh, huu, huu mchanganyo una faida gani? Faida ya kwa kabisa huu mchanganyo ni booster ambayo inawafanya kuku wawe na afya bora, kuku wanenepe. Kwa wale ambao mnafuga e, broiler. Ukitaka kuwavuna broiler mapema kabisa huu mchanganyo utakusaidia sana, kwa sababu huwa unawafanya kuku wanakuwa na kifua kipana, lakini pia a, huu mchanganyo e, huwa unafanya a, kuku apate hamu ya kula, kuku waweze Uh, kula eh, sana chakula, na kama kuku atakula sana chakula basi itamfanya awe na afya bora aweze eh, kupata virutubisho vizuri kabisa. Kwa hiyo huu uh, mchanganyo matumizi yake ya kwanza kabisa ni booster kwa wewe ambaye unataka kuboost kuku. Siku nyingi unajiuliza kuku anakuwaje anakuwa nene, basi huu uh, mchanganyo unakuhusu. Kuhusu kazi yake ya pili bwana, huu uh, mchanganyo ni antibiotic, unazuia magonjwa shambani. Kama unapata magonjwa mengi sana yasiyokuwa yanaeleweka basi, ukiwapa kuku wako huu mchanganyo, aa, watakuwa wana aa, likava, wanakuwa hawapati hawa haya magonjwa na wanakuwa wanapona kwa haraka zaidi hata kama wakiumwa e, hayo ni matumizi ya pili. Matumizi ya tatu ya huu mchanganyo wa kitunguu saumu pamoja na tangawizi huwa tunatumia kwa ajili ya dawa nyingine ili ziweze kufanya kazi vizuri nielewe vizuri. Huu mchanganyo huwa unatumika kwenye dawa nyingine kuchanganyia, pamoja na dawa nyingine ili hizo dawa nyingine ziweze kufanya kazi vizuri. Kwa mfano, unatibu labda eh, muharo, kuku wako anaumwa miharo. Dawa ya miharo ni majani ya mpapai. Nadhani wengi ambao umejiunga na kundi letu la WhatsApp mnaikijua hiki na ambao wengi mnatufuatilia hapa eh, YouTube mnajua vizuri kabisa kuhusiana na majani ya mpapai. Ndio maana ninasema usubscribe kwenye hii channel ili wewe unapata taarifa za kila video ambayo tunapost. Sasa unataka utibu ah, kokidiosis huo mhalo wa damu, basi utachanganyia pamoja na tangawizi na hiki kitunguu saumu ambavyo vitaenda kufanya kazi ya kulahisisha eh, hii dawa ya majani ya mpapai ambayo umewapa kuku wako iweze kufanya kazi vizuri na kwa muda mfupi, ili uweze kupata matokeo e, ndani ya muda mfupi. Kama hii dawa ilitakiwa upate e, matokeo ndani ya siku tano, basi uwepo wa tangawizi pamoja na kitunguu saumu utafanya upate matokeo ndani ya siku mbili hadi siku tatu. Kwa hiyo, hiyo nadhani imekaa hivyo, lakini pia ni tiba ya mafua. Kama kuku wako wanayo mafua, ni tiba pamoja na kinga ya mafua. Kama kuku wako wanaumwa mafua, ukiwapa huu mchanganyo, utaongeza tu na pilipili, basi watapona vizuri kabisa. Uh, Bwana Kingo Farm pia tunavyo hivi vitabu ambavyo vitakusaidia sana sana kutibu magonjwa mengi sana. Um, kuna magonjwa mengi zaidi hata ya haya ambayo huaga tunazungumzia hapa, haya yapo kwenye kitabu cha tiba za asili. Lakini kwa wale ambao uh, mnatamani kufuga kuku chotara wenye afya bora, eh, tokea wakiwa vifaranga mpaka wakiwa kubwa, kama kuna sehemu umewahi tishiwa kwamba ufugaji wa kuku eh, chotara ni mgumu, basi chukua hicho kitabu cha safari ya ufugaji, kitakusaidia sana sana sana kwa wale wafugaji wa broiler ambao mnaona broiler, uh, wanatumia gharama kubwa sana upate faida, basi kitabu cha ufugaji wa broiler kitakusaidia. Na kwa wafugaji wa kuku wa kienyeji, najua mnakutana na changamoto nyingi sana. Changamoto ni nyingi sana kwa wafugaji wa kuku wa kienyeji. Uh, kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji kitakusaidia. E, kama wewe hujui kabisa e, matumizi ya tiba za asili, hujui kabisa namna ambavyo utawakinga kuku wako, hujui hata magonjwa ya, ya, ya, ya, ya yanayowashambulia kuku wako. Nakwambieje, hiki kitabu cha mwongozo maalum wa ufugaji wa, e, wa ufugaji kwa tib, kutumia tiba za asili kitakusaidia sana, kwa sababu hicho kitabu kimekupa ratiba maalum ya kutumia tiba za asili lakini pia e, kuzitumia pia kama booster. Vitabu vyetu ni shilingi elfu kumi e, na ni soft copy. Kitabu kimoja shilingi elfu kumi na ni soft copy. E, ni vitabu vizuri sana sana sana. A, sasa tuendelee na mada yetu e, niliishia kwamba ni tiba na ni kinga ya mafua, lakini pia a, huu mchanganyo unatibu vizuri kabisa minyoo. Kama unasumbuliwa na minyoo shambani kwako na minyoo usisubilie mpaka uone kuku wako anajisaidia minyoo. Angalia dalili za minyoo ambazo zinapelekea kuku wako kuumwa minyoo. Aa, uh, sisi Kingo Farm pia tunalo grupu la WhatsApp ambapo tunaelekeza vizuri kabisa namna ambavyo unaweza ukawalea kuku wako. Kingo Farm ni kimbilio la wafugaji. Eh, hapa sisi hapa shambani waga tunaingizaga eh, vifaranga tokea wakiwa wadogo. Kwa hiyo tunakuelekeza jinsi ambavyo utapokea vifaranga, jinsi ambavyo utawalea, busta gani za asili utawapa wakiwa wadogo, uh, vipimo vya kualisha kuku. Yaani uleaji wote wa kuku lakini pia hata kama wewe una changamoto aa, za magonjwa na changamoto nyingine, basi kupitia hili grupu letu la WhatsApp unatupigia simu au unaweza kututumia picha WhatsApp, kama kuku wako anaumwa na tukakupatia tiba ya asili aa. Lakini hichi kitabu jamani, narudia tena, hiki kitabu ni kizuri sana, mwongozo maalum wafugaji kwa tiba za asili, kinasaidia sana, kimewasaidia wafugaji wengi sana hichi kitabu we. Sana sana unakuta uh, mtu labda kuku wake hawatagi vizuri, basi humu ndani kuna kanuni pia kuwafanya watage, lakini pia kuna kanuni ya kutumia tiba za asili ili kuku hawa waweze kutaga vizuri an yani, inakupatia Jumatatu wape nini, Jumanne, Jumatano na chakula gani, wape mara moja utapata matokeo, utakuta kuku wako wanataga matokeotakutakukuako uh, sasa kwa kumalizia, tangawizi na kitunguu saumu vina kazi nyingi sana yaani hapo ya nimekuelezea kazi chache sana. Yaani naweza nikasema nimekuelezea kama asilimia ishirini tu ya kazi ambavyo hivi vitu vin, vin, vin, vinafanya. Nitakumalizia tu kwa vipimo. Ukichukua tangawizi moja yenye saizi kama hiyo hapo ambayo unaiona hapo aa, na kitunguu saumu kimoja chenye saizi hiyo hapo kama unayoiona hapo Uh, utachanganyia kwenye maji lita kumi kama unachanganya na michanganyo mingine yani, kama unatumia e, kwa ajili ya e, dawa fulani iweze kufanya kazi yani, kama unachanganya labda na majani ya mpapaya au na kitu kingine, lakini kama una, u, unatumia yenyewe kama yenyewe, utatumia tangawizi e, mbili vitunguu saumu viwili uh, kwenye maji lita kumi. Kwa hiyo huo ndio ni, ni, ni, ni, ni mchanganyo ambao utautumia. Asanteni na kwa heri. Uh, subscribe kama ujasubscribe, like, comment, ukilike na kukoment, unawaita watu wengine wafugaji wengine ambao hawajawahi kabisa kumwona King of Farm hawajui kabisa kama kuna King of Farm, na wao wataziona hivi hizi video kisha watajifunza ufugaji kwa kutumia tiba za asili.